Tuombe. E Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyo ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo Kristo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Zangu, tumombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Twakuomba utusikie. Tuakuomba utusikie. Ee Bwana, wasamee kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema. Tuakuomba utusikie. Tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha padri huyu. E Bwana watulize wote waliofiwa. Tuomba, utusikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tuwasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Tuomba, utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufuko wa mwanao, tunakuomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu Kristo amefufuka kwa kwanza kutoka wafu, tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake, na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Amen. katika maji ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani mwako aliyeanzisha katika ubatizo. <coughs> Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha ya milele. Sasa tuweke mwili wa Padre Emmanuel <coughs> Kimururu kaburini. Kwaya, unaweza kuendelea kuimba. Wanaume, sogeni hapo. <laughs>

Inua juu jamani, kamba hii shikeni mana... Msaidie pande hiyo. Mbona hapo jamani? kamba ya tu ya kati naweka kigingi huku mimi. Kama mambo yakishindikana, mimi naweka kigingi oa kuna funga

Asanteni, tunaendelea. Na wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua si. watu wachache watuwakilishe katika kuweka udongo. Baba Askofu, karibu. Vika jenero karibu. <tipa> Alafu wamisionari wa zamani apadi Francis Vicente Bozeli, padi Almasi, pia naibu katibu mkuu wa Baraza wa Maskofu Katoliki Tanzania na kwa niaba ya Wanamanyoni wote naomba shukuru, uje uwakilisha watu wa Manyoni wote. Mwenyekiti wa Mawata, kwa niaba ya mapadri wote una jimbo. Familia, tafadhali familia, tuje tuweke udongo

sasa ukimalizika wewe unatosha, mwenyekiti wa mmoja Mwenye wa, wa makanisa au mwakilishi wake, nguzo za serikali kama yupo, chama, mheshimiwa Dioni kama amefika, niliambiwe iko njiani, mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji, mkurugenzi alipata udhuru wa kuondoka. Taja zilizojengea diwani wewe hapo. Diwani, karibu hata mbinguni utachelewa, lakini atakuwa amefungwa ni mlango akiingia. Nakushukuru sana, kia ndo amekuwa mwisho Tutajaza, turudishe mbao hizo, mbao zirudi sasa. Tupungue pungue, tubaki mainjinia watupo hapo, mtaitwa kwa matukio ile nani kule waya nomba mashada asogezwe ili wakati usika ukifika, yawe karibu na kwenye mashada. Pia tutawakilishwa na wachache kwa niaba yetu, nomba waje wa karibu. <coughs> Masista, tafadhali kuna mashada ya kwenye gari, tafadhali mialete. <coughs> <coughs> <coughs> Tunaendelea na ibada. Hey, Mungu siku zako hazina mwisho, rehema zako hazina idadi utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho yako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii upumzike kwa amani. Amen. Kwa ishara, ya msalaba tuokoe, kwa ishara ya msalaba tuokoe na adui zetu, Bwana tuokoe sisi, mwana Mungu wetu kwa

kwa ishara ya msalaba tuokoe tuo. Sasa ni kipindi cha kuweka mashada basi, tutawakilishwa na watu wachache kama ifuatavyo: Baba Askofu, karibu provincial, mwenyekiti wa umawata jimbo, mwenyekiti wa watawa jimbo, mheshimiwa diwani wa familia, mwakilishi wa parokia ya Manyoni aliyokuwa anafanya kazi, mwakilishi wa kutoka Dar es Salaam jimbo kuu, karibu baba askofu naibu katibu mkuu wa baraza maaskofu Katoliki Tanzania, mapadri, padi Francis, padi Vincenti bozeli vika general. Tafadhali napotaja tunakuja moja kwa moja. Wawata parokia wafuatana na mwenyekiti wa parokia Manyoni kwa pamoja. Kuna watu wa wakates walisema nataji kama alipo, tafadhali mje moja kwa moja. Walioanda kaburi tafadhali, mchukue taji moja. Mwenyekiti wa halmashauri ya dekania ya Mtakatifu Gaspar de Buffalo, kwa niaba ya mwenyekiti wa jimbo. Viongozi wa dini, mwenyekiti wa umoja wa makanisa, tafadhali. Mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri Tafadhali, yeah. Father Dominic na karibu. Father Dominic karibu. Watawa kila shirika walete mwakilishi mmoja. Watawa, tafadhali. Ai, mapadri wote walioishi naye. Hospitali Mtakatifu Gaspari del Buffalo. Tafadhali mapadi wote walioishi naye waliofanya kazi Kwa uku, Masista wa Damu Azizi ya Yesu

Aya, masista ndio mlianda mataji, pia masista. Kuna maua bado yuko kutafadhali, aje awekwe ya haya Msalaba Mwekundu Manyoni, naomba Kristina Mkuki, Kuki Damian, Kristina Maiko, tafadhali. <laughs> Aya, kila aliye karibu na taji alete. <laughs> Eeo, leteni tuweke. <laughs> <laughs> <hums> <hums> <hums> <hums> <hums> <hums> Naomba tuamini kwamba wote tumewakilishwa, wote tumeweka, tumewekewa kwa niaba kwa, kwa, kwa, turidhike na hilo. <coughs> Baada ya kama askofu kutuaga hapa eneo hili, naomba nitoe maelekezo ya upatanaji wa chakula wote tulio Kristo, kabla baba askofu hajafika kutoa baraka ni na limeelezwa na makamu wa askofu. Mwili wa marehemu padri Alois Salvia ambao uko Itigi utaagwa kesho maeneo ya hospitali saa kumi jioni. Tunaomba wamisionari wa, wa na waamini wa Itigi e, kama una nafasi hiyo saa kumi ufike kwa ajili ya kuaga mwili huo, na safari itaanza kuelekea Mkiwa, ambapo padri huyo aliishi muda mrefu sana na masista wa Rusulini hapo kutakuwa na ibada ya misa saa 12 jioni. Tunaomba pia wamisionari na waamini wa Mkiwa tushiriki ibada ya misa hiyo kesho saa kumi na mbili alafu, siku ya Ijumaa asubuhi saa 12 kutakuwa pia na misa ya kumwaga Padi Aloisi pale pale Mkiwa na kuanza safari kwenda Makiungu. Raya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Naam. Naam. Kimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitumime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote. akila tungiakwatalini ebikia mtukufu barikiwa. Amen. Moyo mtakatifu wa Yesu, Bikira Maria malikia wa mbingu, mtakatifu Yosefu, mtakatifu Gaspari, mtakatifu Maria Dimatias Bwana awe nanyi. Mungu na mwenyezi wabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tubariki ya Mungu sisi na chakula chetu, tupate nguvu za kutumikia vema. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Asante basi, mafundi unaendelea na kazi Asante.